<laughs> mimi mwenzenu nampenda sana mke wangu, mama wa watoto wangu, natayae nishampa maisha yangu. Ina sitaji yenu majungu. Utaniambia nini mbele ya mke wangu?

<laughs> <laughs> Ni kaka. Kwani wakiwa wananifanyia surprise kama hizo? Unajua ah, kuna juwa, kuna surprise na surprise. Baadhi ya surprise ni tamu kweli. Alafu kuna surprise ndo hizo zina fadhaa zina nini zina kero. Ila mimi nikasema lazima nikufanyie surprise ambayo naamini utafurahi sana <laughs> <laughs> Oh, kweli jamani, shikamoo. <laughs> Marhaba, vipi? Ah. Kwa kweli sio kwa surprise hii jamani, hata kupigiana na simu Dada, hamna kitu kizuri kama surprise. Surprise ina hasara, lakini surprise mara nyingi inakuwa ni kitu kizuri chenye faida eh, hey. Haya, unavyokuja bila taarifa, ungepajuaje mumeo? Bahati nzuri jina lake Semboga. Naulizia tu kwa kijana wa kwanza pia. Aa, babu, mimi naogopa polisi. Kamuulize yule ndo anapajua. <laughs> <laughs> kayadikata o ujachaga mambo yako <laughs> kweza, kweza. kwa kwanza kwena naendaje kwa Sembo? Kaambia kaka kasikiliza, wacha mtaa wa kwanza, wa pili, wa tatu, kata mtaa utakaofuata, alafu washusha tu moja kwa moja utakapoibuka hivi, kuna sehemu kuna kibonde ulizia hapo, utaonyesha nyumba yake ndio hii <laughs> <laughs> yani kakangu, umenifurahisha kwanza, jinsi nilivyo kumisi Atari, lakini akijaribika kitu kwa sababu hapa tulipo mm. na nyumbani sio mbali Sao, kwa sababu ukiteremka tu hapo kidogo tu umefika. <laughs> Sawa tena na mimi sasa nimekuja na zawadi na zawadi zako eh. hey, maki nimezoe nimechukua mahari kaka, mtu mimi napokea mahari na harusini nisije inaswihi kweli? <laughs> haiwezekani <hey. laughs> Kwa hiyo niki, niki, niki shuka, nikishuka hivi yani, ukishuka hapo hilo hey, bonde lile unaloliona hapo kiteremka tu tayari mbani kwa mkulipo. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Kuna mjadala gani hapa? Vipi mjadala? Pana nini hapa? Hapa pana nini? Mbona sielewi? Yuko na mke wangu vipi? Kuna nini hapa? Mke wako? Oh, sikiliza mwanangu, acha kunizingua jua. Ah, blaza, joda. blaza, blaza. Vipi tena? Vipi? Nimekuuliza pana nini hapa? Mbona mambo ya hivyo?

Oye, oye, oye, oye, oye. Oye, wewe ninakwambia huyu ni kaka angu aliyepokea mahali. Mbona unakupo sio mwelewa? Kakako? Kakako, mbona simjui? Ile mahali uliotuma ndio huyo aliyopokea. Dada, ina maana huyu ndio shemeji? Ndio mume wangu huyu. Mara ngapi nilikuambia, okay, ukiona kitu ulize. Mara ngapi unanidhalilisha? Mara ngapi? Kwanini unakupa utumia akili? Kwanini unanidhalilisha? Kwa kwanini unanidhalilisha mbele ya kaka yangu? Kwanini eh, unachokitaka kitu gani hasa kutoka kwa mimi? Kwanini? Mbona nakuheshimu sana? Mbona ushawe kunikuta hata siku moja nishakusaliti wewe? <laughs> Sasa mimi ningeomba mm, unisamehe nimeukosea huyo mm. mm, ni yule kakaangu ambaye ulituma mahari akazipokea. Ai, unataka apeleke sifa gani nyumbani? Unataka aende akakusifia nini? Mbona unanivua nguo, unanivua nguo kabisa, kwa nini? <laughs> Dada, mimi nafikiri una haja yawe kulia na kujiumiza kichwa, manake mwisho wa siku utapata homa tu hapo. Hili limeshatokea, fezea ndo nimeshapata, maana sio kwa mitama ile baba anazagamua bila sawa sawas. Lakini niseme tu pia siwezi kuwa hakimu hapa, manake mkosewa nimekuwa mimi, siwezi kuwa polisi mimi mwandika mashtaka nikawa mimi, na hakimu nikawa mimi, nikaamua zidi ya kesi ambayo mimi ndiye mwenyewe niliyekosewa. Basi labda nichukue tu nafasi kusema, dada, samahani kwamba ujio wangu nikiwa na furaha zote, nimekumisi siku nyingi, sija kuona, nimuone pia na shemeji, maana kama mahari ndio nilipokea na nikatoa idhini ndoa ifanyike, lakini nimekuja nimepokea mateke tena, amekosa kosa na vichwa. Kwa hiyo mimi nikuombe radhi. Uh, sijui naenda kueleza nini kule nyumbani kwenye familia. Sawa, nimekuja ni na zawadi kuwa nikupatie wewe na nimpatie na huyu bwana shemeji, lakini kwa hivi kilichotokea hiki, taondoka na zawadi zangu. Mi niseme tu nakushukuru, nakushukuru bwana shemeji, asanteni. Mbaki na ndoa yenu, na ndoa yenu idumu sana Kwangu mke wangu Chimami, mbona hivyo jamani? Nisamee basi, bona Mungu tunamkosea, tunafanyia mambo mengi, anatusamee. Wewe nashinda kunisamee mimi. Ee, unajua semboga umenikela, umenitibua, umenikwaza, umeniuzi kitendo cha kunivurugia kwa kaka angu kitendo cha kumpiga kakaangu kimenikwaza sana sana sana. Sawa, najua nimekosea, napaswa unisamee. Sawa, nitakusamee kaka angu anapeleka nini nyumbani? Anapeleka sifa gani? Anaenda kusema mume wangu ni mtu aina gani? Sasa wewe ndo nataka umweleweshe. Hey, eh, mwapa baba bwana mtu wangu, nomba nisamee, alafu Nakumbuka ulinombaga laki tatu. Sio tunakupa hii laki tatu ili unisamee, ni wajibu wako nikupe, lakini pia kwa hili naomba nikupatie hiyo laki tatu leo, ili uweze kunisamee mwenzio. Najua una matumizi yako mengine eh? Yeah, nitakupa leo na utafry, uta enjoy, na utapata zaidi hiyo laki tatu. Naomba nisamee, kwa kweli nimekosa na najutia kosa langu kwa nini nimefanya hivyo? Kweli majuto mjuku, kwele, sasa, sasa, mzele, una, ni mjukuu we unajutia, nomba nisamehe kwa kweli mke wangu. Sasa huo ndio wanaume sasa. Mzee, leo unanipa ile kitu changu mume wangu? Nakupa na nimekuangukia mke wangu <laughs> kwa kosa nilokufanyia. Nimeridhika nikupe hiyo pesa, yaani kama nilivyojielezea kwamba sio nakupa tu kwa sababu naomba msamaha kwako nimependa pia nikupe nikuridhisha, mke wangu, uwezo kunisamehe kosa nilonitena ni kubwa. Sawa, usiongee sana, nataka nikakutengenezee singo leo, nikusinge mpaka kwenye pachupachu, nikupikie chakula kizuri. Mme wangu, we usiniambie. Mwenzenu nampenda sana mke wangu, mama wa watoto wangu natayanshamba maisha yangutaiyeu majunu doojwmtoto ni ya mzuri yani, kijana handsome boy kwanza. Zamani alikuwa mbaya, zamani wakati anapoanza ya mziki, yani watu wakopoa namwita mbaya su idomo, lakini sasa hivi yani kama mzuri ana mdomo wake fulani, sasa hivi midomo wake kama pinki fulani hivi anaitwa lipstick denda kwa sasa hivi aki ya Mungu Sandra amezaa, amemzaa wa mtoto akamlea. Mwenzako kunavyompenda huyu Diamond, yani katika wasanii wote yani Diamond mimi kanikaa hapa, wallahi wallahi, mmewagumi kiuno chake tu yani, huyu mtoto anakata kiuno he, na bodi yake sasa kwa Mungu wangu. Hivi e, unaona unaona, kile kiuno alifanya mume wangu huyu, anajua kukikata kiuno kwa sababu hana kitambi. Lakini we mume wangu hicho <laughs> kitumbo sasa. <laughs> kiuno kama kile cha Diamond, sijui kama utakiwiza. Eh, kile kifuache. Umeona kifuache kinavyomeremeta? Kifuache kinameremeta, alafu kimejaa kwa hapa, kimepasuka, kimekaa tumbo, ana umeona ule mtoto eh? Wewe mambo yale kwa sababu hicho kitambi kishakuwa hivi kama kimbendenga, kibendenga utaweza? Yaani mimi wangu ngejua wanawake wanavyompapatikia, yaani mademu wanampapatikia hivi mzakotamnnde. Japo show yake moja, nipate tu nafasi ta kupiganai picha Diamond, nitaiposti TikTok, nitaiposti nitaiposti WhatsApp, nitaiposti kila sehemu. Wallahi ananikosha sana huyu mtoto yaani. Mume wangu naye, ungekuwa kama hivi yani, ungepata bodi kama huyu. Maana yake anakifua kifua chake kimekapa, yani kimechanika hapa, afuta ana tumbo lake limegawanyika, afu ana meremeta fani, anateleza kama jongoo. Tena mume wangu, ukienda kuniekea nyimbo zingine, naomba uende ukaniekea ile nyimbo yake inaitwa je, inaitwa inaitwa jeje, ile jeje mwanamke kaka hapa kampinda kiuno namna yake, tena yuko nyuma anacheza Mtoto ananikosha, ananikosha, ananikosha ndani ya nafsi yangu, ukifungua Diamond. Wala sina kwa nini, mume wangu, wewe umpendi Diamond? Na kuiza umpendi Diamond? Nampenda. Sasa. Ndio hivyo hivyo nampenda. Wewe